mtandao huu wa wasichana wa wafadhiliwa wa CAMFED ambao kwa kifupi tunaita kama mpaka sasa una wasichana wenye ujumba kwenye mtandao huu takriban elfu themanini na tatu um, na kwa mwaka huu peke yake mwaka 25 na maanisha waliweza kuwafikia watoto wengine wenye uhitaji laki moja na kumi kutoka kwenye jamii zao kwa maana ya kwenye halmashauri 35, uh, mikoa kumi. Ai, kwa hiyo leo ni katika kuadhimisha mafanikio, lakini pia kuonyesha um, kwa wadau uh, wa, wa wa na serikali kwamba bado wana uhitaji wa support, bado wana uhitaji wa kuunganishwa na opportunity mbalimbali kwenye jamii zao mifumo ya mifumo ya biashara, mifumo ya masoko kwa wale wanaofanya biashara, lakini pia kuongezewa thamani kwa wale ambao wanafanya biashara za kilimo. Tumeona kuna wengine ambao sasa wameshabuka ile hatua ya kulima kawaida, sasa wanalima kisasa kwa kuangalia uh, mabadiliko ya tabia nchi na wameanza kupaki process biashara zao, sasa wanatamani hata kwenda kuuza nje ya nchi. Tunashirikiana na serikali kupitia VETA kupitia SIDO lakini pia tunashirikiana na wadau wengine katika ngazi ya halmashauri mpaka mkoa. Tunashirikiana na serikali kuu kupitia Wizara ya Kilimo, Wizara ya Vijana katika kuhakikisha kwamba vijana hawa ile sapoti wanayopewa na zile nafasi mbalimbali za uwezeshaji wanazozipata basi zinakuwa na maana apa na tija kwao. Leo tumekutana hapa katika kusherehekea mafanikio ya mwaka 2025 ya wasichana hawa wameonyesha shughuli ambazo wanazifanya, wameonyesha uwezeshaji wa ambao wamefanyiwa kupitia kwa ufundi tunao ambao wamepelekwa uh, na CAMFED lakini wengine na wadau na halmashauri zao pia kenza kuongeza mnyororo wa thamani wa bidhaa zao kupitia mfumo wa ushonaji, ufundi, processing. Lakini pia kuna baadhi ya wadau ambao wamejitolea pia hapa kutendea uh, kazi kwenye maadhimisho yetu ya mwaka huu. Tuna mafanikio mbalimbali tumeyapata, kiwemo tumeweza kusapoti watoto L laki moja na elfu kumi na nne. Pia nje na hiyo tumeweza kuwarudisha wanafunzi ambao waliacha shuleni ili warudi tena kwenye ule mpango wa re-entry. mafanikio mengine ya mwaka huu weza kupata mikopo isiyokuwa na riba kutoka shirika la CAMFED 511 ambayo mikopo hiyo imeweza kusaidia kukuza biashara zetu. Pia tumepata grants mtaji kwa ajili ya kuanzisha biashara kwao, tunaona kama idadi kubwa wameweza kuanzisha kuanzisha biashara mwaka 2025 walinisupoti kuhusiana na internet ya shule vifaa vya shule, na kiukweli walinikuta niko kwenye hati hati ya kupoteza masomo yangu ya sekondari, lakini baada ya kumaliza shule pia walinijaribu pia kunyanyua, kunifundisha masuala ya uongozi, kunipa masomo mbalimbali kama vile ya uchumi, ya biashara, na sasa hivi ni binti ambaye kiukweli ninaweza kusimamia ndoto zangu, nina uwezo wa kusimamia biashara zangu mwenyewe tunatumia pia familia yao, si kusaidia ya familia bali pia na jamii ambao wanazunguka, na mimi pia ni mmoja yani, na kati ya mabinti ambao wanalikuwa na pia kwa jamii. Mimi saidi ni mkulima na nafanya shughuli za kilimo cha kijani na naajiri watu, si kwamba nafanya mimi mwenyewe naajiri watu, ni na watu, kwa maana wewe unajua kwamba katika shamba langu kuna watu wawili au watatu ambao familia zao pia wanapata riziki kupitia mimi, lakini pia ni